Jeshi la polisi limetoa taarifa kuhusu kupotea kwa Padre Camillus Nikata. Padre Camillus Nikata alikuwa mwadhiri katika chuo kikuu cha Mtakatifu wa Agostino Tanzania, maeneo ya Mwanza. Sasa kuna taarifa ambayo ilikuwa imetolewa hapo mwanzoni. Sasa hii ni taarifa ya kutoonekana kwa Padre Camillus Nikata, na taarifa hii inasema hivi kwa niaba ya wanajimbo kuu la Songea, tunapenda kutoa taarifa kwamba mheshimiwa Padre Camillus Nikata kwa jimbo la Songea, ambaye ni mwadhiri katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Tanzania South Mwanza, haonekani wala hapatikani kwenye simu yake. Padre Nikata alikuwa ametokea Dodoma kwenda mafundisho ya moyo ya padre wanaofundisha katika vyuo vikuu vya Tech akiwa na mhadhiri mwenzake ambaye ni padri wa jimbo hilo. Hapa Songea alikaa katika nyumba ya mapadre Saint Viani. Alikuwa amepanga kusafiri kwenda mwanza tarehe 8 Oktoba mwaka huu, siku ya Jumatano asubuhi kwa basi la Super Feo na tiketi alishainunua kwa mtandao, lakini siku hiyo ya Jumatano mchana tulihisi kwamba hajasafiri kwenda Mwanza kwani katika chumba chake kulichokuwa kumefungwa ilionekana mizigo yake ambayo alikuwa ameandaa kwa ajili ya safari. Mtumishi wa nyumba ya mapadre alishangaa kwamba mzigo ambao padre ilitakiwa auchukue toka kwake haukuchukuliwa. Pia mlango wa chumba ilifungwa, lakini ufunguo haukurudishwa kwa mtumishi. Baada ya kuona hayo, tulianza kumtafuta kwa simu na kwa kuuliza kwa watu waliokaa nao katika nyumba ya mapadre. Hata hivyo hatukufaulu kupata chochote, maana hakupatikana kwa simu na watu hawakujua alikokwenda. Kule Mwanza alikotakiwa kwenda nako haonekani na hapatikani. Ofisi ya Supafeu ilidhihirisha kuwa Padre Nikata alinunua tiketi, lakini hakusafiri kwa basi lile baada ya kushindikana na jitihada za kumtafuta katika mahali ambapo tulidhani angeweza kuwepo tumepeleka taarifa kwa polisi. Sasa hii ni taarifa ambayo ilitolewa na jamaa ambaye anajulikana kama Damian Dalu ambaye ni askofu mkuu wa Songea. Siku ya leo jeshi la polisi wametoa taarifa kuhusu kupotea kwa Padre Camillus Nikata na taarifa ya jeshi la polisi imeenda hivi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Ruvuma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 wema watakokuwa na taarifa yote zitakazoweza kusaidia kuwezesha kupatikana kwa fadhili Nikata wasitoe katika kituo chochote cha polisi au kamanda wa polisi mkuu. Ya ni taarifa ya jeshi la polisi kuhusu kupotea kwake Padre Camillus Nikata wa jimbo kuu la Songea ambaye ni mwadhiri katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Tanzania. Kwa hiyo alipotea katika hali tatanishi na jeshi la polisi wanasema kuwa wanafanya uchunguzi ni angalau wapate kujua hali halisi. Usisahau kusubscribe, kulike na vilevile vile kushare.